ulio mzuri kabisa uh, kwa ajili yake. Anataka uwe rafiki yake, maana rafiki, ukiwa na rafiki, rafiki ni mtu ambaye unaweza eleza siri zako na hata ukamshirikisha mambo yako ili akaweze kushiriki. Kwa hivyo mwenye enzi anataka hata na wewe ama na sisi tuweze kumshirikisha uh, katika mipango zetu uh, na kwa kila chochote kile tunachokifanya

Eh, sisi ambao tunasumbuka na miziko uh, kuna mtu anasumbukana na mziko wa magonjwa. Huenda uh, ni cancer, huenda ni uh, diabetes, huenda ni asthmatic, wenda ni arthritis, and so on and so forth haya. Ni uh, uh, ni magonjwa ambayo bado kwa kupikwa kwake uh, sisi tulipona uh, due to So lazima ukaweze kujua ya kwamba kuna uh, mambo ambayo tunabebesha, kuna miziko ambayo tunabebesha na uh, Yahoshua anasema njooni kwangu enyi nyote msumbuka nao na kulemewa na miziko, nami nitaweza kuwapumzisha. Kwa hivyo kunaweza kuwa ni uh, uh, mziko wa, wa magonjwa, inaweza kuwa ni mziko labda kukosa amani katika ndoa yako labda mziko wa kukosa kazi you know, labda ni, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ni mziko ambao unaweza onekana kwa sababu uh, ya, ya, ya ukosefu wa jambo fulani. So kwa hivyo nataka nikwambie kwamba uh, mwenye enzi, uh, mwenye enzi yeye anataka aone uh, tunaposimama na tunapofanya Uh, mambo ambayo yanampendeza. Haleluya! Mwenye enzi anataka tufanye mambo ambayo yanampendeza yeye. Je, yale unayoyafanya inampendeza mwenye enzi? Yale unayoyafanya je, yanampendeza mwenye enzi? Lazima tufike hiyo kiwango ya kujua ya kwamba yale tunayoyafanya uh, yanampendeza mwenye enzi, kwa sababu anataka sisi wote tulio na miziko tunaye, eh, tuna, tuliopungukiwa tunaopungukiwa na miziko mbalimbali mbali katika maisha yetu. Kuna uh, miziko ya laana you know? Kuna miziko ya mateso, kuna miziko ya kukataliwa ya? kuna miziko ya aibu. Hii yote ni miziko ambayo anasema, uh, uh, njooni kwangu enyi nyote. Kwa hivyo nataka nikakuambia kwamba uh, the, the creator is real, uh, mwenye enzi uh, ambaye ni Baba yetu Uh, juu mbinguni aliye aliyeumba mbingu um, na nji na vyote vinavyoonekana kwa macho na visivyoonekana kwa macho ya mwanadamu na hata akaumba wewe na mimi kwa sura na mfano yake. Kwa hivyo yeye, uh, ni halisi, yeye yupo, uh, na alikuwepo na atakuwepo milele na milele. Kwa hivyo nataka nikwambie the creator is real, kwa sababu uh, yeye habadiliki. In Ezekiel anasema yeye si mtu.

ili tutembee pamoja na yeye aha chochote tunachofanya tufanye pamoja na yeye ile kazi yako usiseme ni kazi yako tu ni kazi ambayo mwenye enzi anataka ahusike kwa hivyo makusudi yake anataka aone tukimuhusisha katika mipango zetu na katika kazi zetu za kila siku aha hata katika kulala kwako unapolala usiku mzuru ukamuhusisha kama rafiki yako hata unapovaa unatoka sasa, ni asubuhi unataka kutoka kwenda shughuli zako, ni mzuri pia ukamuhusisha. Kwa kila jambo unalolifanya, ni vyema ukamuhusisha. Mipango zako zote, ni vyema ukamuhusisha, kwa sababu kiini chake na makusudi yake, anataka aone kila moja awe na uhusiano ulio mwema pamoja na yeye, kama mwenye enzi, kama muumba bingu na nchi. Uh, na ili tukaweze kuwa na uhusiano ulio mwema pamoja na yeye haleluya. uh, you, uh, you chose uh, where you spend eternity e, jambo ambalo lina pia lazima ujue, you, you need to choose where uh, you spend your eternity. Lazima uelewe, you need to choose where uh, to spend your eternity uh, kwa sababu uh, failure to do uh, that you uh, are going to spend your eternity in hell na mwenye enzi amekuweka wewe uelewe kwamba yeye yupo na anataka uwe rafiki yake. You can, uh, qualify for... kwa hivyo anataka niseme ya kwamba uh, mwenye enzi kile anachotaka ni kuona wewe maisha yako, kwamba uh, kuna mahali uh, lazima uelewe kwamba unakwenda wapi, unakwenda wapi, unaenda

Uh, waasi wale ambao hawajafuatilia yale makuu mema ya mwenye enzi na kumfanya yeye kuwa rafiki yake. So lazima upate kuelewa kwamba usipokubali, uh, kuwa chini uh, ya sheria zake mwenye enzi na kutekeleza zile sheria zote ambazo amewapa uh, wana wa Israeli, na Yahoshua akaja akasivunja katika uh, mara uh, mbili kwamba umpende uh, ya na moyo wako wote, na uh, akili zako zote, na nguvu zako zote, na umpende jirani kama nafsi yako jinsi unavyochipenda. Kwa hivyo, uh, Yahoshua anasema mpende mwenye enzi. Kwa hivyo, wewe ni nani usimpende mwenye enzi? Watu wengi leo hii hawapendi mwenye enzi, wanampenda sana uh, Yahoshua, wanampenda sana Yesu uh, ila Yesu anasema mpende uh, uh, mwenye enzi. Kwa hivyo hata na wewe na mimi inastahili tumpende mwenye enzi aliyeumba mbingu na nchi. Hakuna jambo lingine lenye umaana sana kwa mwanadamu iwapo hautampenda mwenye enzi. Kwa hivyo unastahili umpende mwenye enzi haleluya. Uh, jambo ambalo tumebaki nalo tu katika dunia hii ni kuwa na uhusiano mwema na mwenye enzi, kumfanya yeye awe rafiki kwa lolote unalolifanya wewe. Mfanyi biashara, husisha mwenye enzi katika biashara zako, maana anataka awe pale auze pamoja nawe. Ukienda uh, uh, uh, ukienda uh, bidhaa sijui wapi you know, uh, nataka muhusishe muende pamoja naye. Hata ukihesabu zile pesa, muhusishe mwenye enzi uh, muhesabu pamoja na yeye maana, yeye yu pamoja nawe, hayuko mbali na wewe, kwa kusema nani atakayeenda mwisho ya bahari aweze uh, kuleta uh, uh, uh, neno lake ama huyu uh, mwenye enzi aje uh, mahali tupo, hapo pamoja na wewe popote ulipo iwe ni kazini, iwe katika boma lako, popote pale uliko, nataka ni kuambia, i just want to assure you ya kwamba mwenye enzi yu pamoja nawe. Kwa hivyo uh, lazima uelewe kwamba anataka umuuzishe, na utamuuzishaje kama haujamfanya kuwa rafiki? So, lazima umfanye kuwa rafiki wako, na anapokuwa rafiki yako, basi afiky, uh, hivyo ndivyo utaweza kumweleza mambo yako, hata kuna mambo ya siri ambayo huwezi ambia hata ndugu yako, huwezi ambia dada yako, lakini unaweza eleza rafiki. Kwa hivyo rafiki ni mtu wa maana sana, na ndiposa mwenye enzi anataka wewe pamoja nami tuwe marafiki zake, na tunapokuwa marafiki zake, tunamaanisha ya kwamba yote anayoyafanya yote aliyokusudia kwa ajili ya mwanadamu ataweza kuyavunua. Siri alizo nazo kwa ajili ya mwanadamu ataweza kumfunulia mwanadamu. Uh, yale mapenzi aliyo nayo ataweza kuonyesha mwanadamu, na ndiposa atakufunulia siri zake, ndiposa atasimama pamoja nawe, atakutetea. Uh, wakati wa dhiki atasimama nawe, atakutetea, atakupikania you know, wakati kuna kuna kuna magonjwa, yeye ukimhusisha ni kwa sababu umeshamhusisha, atakuwa pale, atakupikania mateso ambayo anaweza kupata wewe kama mwanadamu.

Uh, na usipokubali kuwa na urafiki uliomwema pamoja na yeye kumaanisha, uh, your eternity you will spend in hell uh, where uh, you shall nash your teeth. Na hapo utafananishwa uh, na wanawali kumi ambao uh, tano walikuwa wapumbafu ambao walibeba taa zao uh, pasipo uh, mafuta kwa ndani Wakati bwana harusi aliingia, walikuwa wametoka kwenda kutafuta mafuta, na sasa waliporudi, bwana harusi akawaambia, ondokeni maana mimi siwajui. Aa, aa, kuna watu ambao itafika kiwango ya kusema aa, ya kuambiwa ondokeni maana mimi siwajui. Aa, najua tu wengine tutasema labda tulikuwa watumishi wako, tulihubiri Injili uh, uh, tulihubiri habari njema

Oh, so kwa hivyo lazima usimame ujue kwamba maisha haya ambayo tunaishi kuna mwendo na kuna uh, mwisho wake. Kwa hivyo uh, mwendo tulio nao ni kuhakikisha tumemfanya ye, uh, mwenye enzi kuwa rafiki wetu, ili atufunulie siri kwa, atueleze ni kwa nini alituruhusu tukawa hai hai. Uh, uelewe ni kwa nini amekuruhusu kuwa hai kwa sababu hataki uende jehanamu, hataki uende motoni, ila ni kazi ya Shetani, kazi ya Ibilisi.

Uh, kwa sababu tusipoelewa hivyo basi mambo hayatakuwa sawa sawa. It is available, it is available to you to live above sin. Uh, lazima pia uelewe kwamba uh, kuweza kumpendeza mwenye enzi uh, we must live above sin, kwa sababu uh, dhambi, unaposoma Isaya uh, moja uh, kuanzia kumi na sita hadi kumi na nane inaongelea kuhusu uh, uh, uh, uh, kujitakaza kwamba we we need to be, uh, sanctified. You know? We need to be be sanctified justified kwa sababu dhambi zetu hata uh, zitakapokuwa nyekundu kama kama kama, kama damu uh, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, tunapoungama tunapotubu dhambi zetu atatusamehe. Kwa hivyo nataka nikuambie mwenye enzi anataka akusamehe, ni wewe tu kuwa rafiki Uh, wake uunda urafiki ulio mzuri na yeye, alafu kubali kufunjika mbele zake kwa kutubu na kuungama dhambi zako because we must uh, live above sin. Uh, sin should not drive us uh, because in, in our bodies we have the war, uh, a, a spiritual war that is uh, contenting itself in, in our bodies, so lazima tukubali kwamba mwenye enzi anataka tuwe watu ambao tunashinda uh, dhambi. Usikubali dhambi uh, kukuongoza uh, kubali uongoze dhambi kubali uh, uh, uh, ukanyakie dhambi, kubali dhambi iwe chini yako, dhambi sije kakuongoza, maana kazi ya ibilisi ambaye ni shetani anataka ahakikishe kwamba umetenda dhambi, na kutenda dhambi, njia moja ni kukosa kuwa rafiki wa mwenye enzi

hatutakubali uh, dhambi ituongoze. Watu wengi wanaongozwa katika dhambi, watu wengi, kuna mambo yanafanyika uh, kwa hivyo tusimame, tukijua kwamba mwenye enzi anatupenda uh, anatujali, anataka aone kwamba uh, tunashinda dhambi, maana shetani anataka tuweze kuanguka. Yeye ni mshitaki wetu, uh, maana neno linasema tulikuwa na vita kule binguni Malaika Mikaeli na malaika wake na aa, aa, joka huyu ambaye ni Ibilisi Shetani pia aliweza kuinuka kinyume na mapenzi ya mwenye enzi, na tukawa na vita binguni. Basi na malaika Mikaeli akaweza kumshinda aa, joka ambaye ni Ibilisi na majendi wake wakatupwa duniani na hata aa, baharini. Na sasa huyu Shetani ana muda mfupi sana ambao anataka kutumikia ili kuwapotosha A, a, wa, a, wanadamu katika dunia Maana yeye ndiye baba wa dunia hii, ni baba wa uongo. Anataka kuhakikisha kwamba tumedanganywa na tumekosa kufuata a, a, a, a, a, a, mapenzi ya mwenye enzi. Kwa hivyo lazima tusimame tukijua kwamba yeye ndiye mshtaki wetu. Kwa kila jambo unalolitenda, uelewe kuna mshtaki ambaye ni Ibilisi, kila wakati anakushtaki kwa Baba kwa lolote unalolifanya.

ambaye ni mpako wa mafuta hii juu yangu kwa kuwa nime nimepakwa mafuta hata nami kwa kuhubiria wanyenyekevu habari njema. Uh, haya ni mambo ambayo lazima tuelewe, ya kwamba lazima tukue watu ambao tunatembea katika upako, na tutatembea katika upako tukiwa watu wa maombi, tunatafuta mwenye enzi katika maombi, uh, katika ushirika, katika hata matoleo, katika kusimama, kusapoti kazi yake na hata katika njia kama hiyo uh, tunakuwa watu ambao tunatembea katika utaua, tunakuwa watu ambao tunaokopa dhambi, tunakuwa watu ambao uh, tuko tayari kukula katika meza moja na, na na mashetani. Kwa sababu leo hii hata watumishi wa, Mungu, watumishi wa mwenye enzi wanakula katika meza moja na mapepo, na hilo limekuwa changamoto katika ma, ma, ma, masinagogi katika makanisa kwamba watumishi wa mwenye enzi wanakula katika meza moja na, na, na, na, na mashetani. Hii imekuwa changamoto kubwa sana kwa hivyo, nataka ni kusihi tu kwamba omba, uh, mwenye enzi akupe uh, mafuta, maana uh, katika Isaya kumi ishirini na saba kwamba na nira na nira na misiko yao itaondoka mabekani mwetu na shingoni mwetu, kupitia kwa mafuta. Mafuta inavunja kila hila na vunja kila vyambasa. Kwa hivyo by the anointing of the anointed one of ya when you are also anointed you are able uh, to break every yoke of darkness. Hallelujah. Hallelujah. So lazima tukaweze kupakwa mafuta tutembee katika upako wa Roho Mtakatifu ili tushinde i, majaribu tushinde yote ambayo naweza onekana

wengi wataweza kumpenda mwenye enzi kwa sababu sasa anataka aweze uh, ku manifest. He wants to manifest himself through uh, signs and wonders, because he is still uh, uh, he is still uh, uh, do wonders and signs. Na leo hii watu wengi wanafikiri kwamba mwenye enzi sasa ni kama hafanyi ishara, ni kama hafanyi miujiza. Nataka nikwambie, even right now, I want to declare healing upon your life.

Uh, chakula amesafyo, mbusi amesafyo, mnyama fulani, ninamwamuru akutapike, baraka zako zitapikwe, chochote kilichomeswa kitapikwe katika uh, uh, jina la Yahoshua. Wacha ukainuke na no ukaangaze, nuru ya Bwana ikuangazie. Asante, na mwenye enzi akubariki, mwenye enzi akuinulie macho yake, akuangazie njia zako, uh, speak light to shine your ways.